Nimepata katika baadhi ya riwayati, mmoja katika maswahaba alikuwa kana yukthiru ljimaa, alikuwa akikithirisha sana masala ya jima. Mke wake anaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kushtakia juu ya jambo hili. Huyu mwanaume amekithirisha, ya Rasulullah, mwambie apunguze. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia huyu jamaa, punguza. Akasema la astatu, siwezi. Akamwambia basi itabidi wewe mke mwingine wa wa mke wa pili, ili angalau iwe kuna usaidizi unapatikana, na huyu apate fursa. Pindi wakija wale mateka kutoka vitani, njoo tukupe mmoja ili kusudi ukampunguzie mwenzako, ukampunguzie mwenzako hii shughuli. Basi walipokuja mateka, akaenda pale, akaambiwa, chagua. Akasema, akamwambia Mtume, ikhtar ilayya ya Rasulullah llah, we nichagulie mimi, siwezi kuchagua. Akachaguliwa mwanamke mwenye mihemko ya kutosha kaambiwa, huyu hapa nenda naye. Baada ya kwenda, muda haukurefuka sana, yule mke wa kwanza akarudi kwa Mtume swalla alayhi wasallam, faqala ya rasula Allah qad zada, asema yeye mtume wa Allah, baada ya kumwozesha mke wa pili, ameongeza juhudi kuliko alivyokuwa mwanzo, nilivyokuwa peke yangu. Kuonyesha nini? Kwamba baada ya kupata mke wa pili, quwatu ljimai pia ikaongezeka. Kwa hiyo wewe unapoishi na mke mmoja unafilisika kwenye nguvu za kiume alafu unaenda kuwakuta waganga huko, jamani, nina upungufu wa nguvu za kiume sio kwamba unaku, upungufu wa nguvu za kiume umeziua wewe mwenyewe kwa kuishi na mke mmoja muda mrefu, kwa sababu hata zile hisia haziji, yaani mwili hauwezi kupata ule msisimko kwa sababu umeshazoea, yaani kuishi na mke mmoja siku zote, unajimaliza wewe mwenyewe. Ndio unaona akija mtu kasimama pale nje akasema anauza dawa za nguvu za kiume nyote mnamkimbilia. Akisema anauza dawa za nguvu za kiume, hata kama tumeswali isha hapa, anaweza kafikisha saa tano usiku bado anauza, ili tununue tukafanye kazi nyumbani, kumbe sisi wenyewe tunajimaliza. Laiti mtu ukioa mke zaidi ya mmoja, kila mmoja ana aina yake ya mapenzi, kila mmoja ana mvuto wake kila mmoja ana vishawishi vyake. Utakuta kwamba kila ukienda katika kila nyumba, wewe una uwezo wa kufanya tendo la ndoa, sio masuala ya kwenda kubusti. Unaona, wao wenyewe watakubusti, utaenda